E, e, alo. Kaka kakaangu, jamani we naye umepoa e, jamani yani nimekumisi hatari. Alafu sikiliza nikwambie, sasa nina vitu vyako kakaangu, nina vitu yani vitu vimesimama mimi e. So, unajua mi sina kazi mbovu. Sikiliza nikwambie, tusiongee mambo mengi kujielezaeleza, sasa hivi hamna, uwe cha msingi ibuka hapa, fasa zenuko Eh, eh pale pale, ukifika tu pale, nadhani utatuona, yaani tumechangamka tumechachuka kaka yangu, yaani eh, eh, huja umeandaa na zawadi yangu. Aya, aya, leo sasa, mambo yameshaisha kwa hiyo agizeni mnavyotaka, mambo hey, yashakuwa bulbul. Mshampigia mm. Mshefa nimesema anakuja dakika sufuri. Kunywa, uh-huh. Dada, tuna garagara gara, uh-huh. yani hatujielewi dada, kuna vitu uh, vya kuongeza labda, hey. hey, hey. yeah. uh, uh, ongeza, kwani bili imeshakuwa kubwa. Sikia mimi nabadilisha laki na nusu, uh, inaitwaje, anaijua ile inauzwa laki na nusu, siniletee kama laki moja na

pita kakanga mpishe, ka hapa ndo alikuwa anawambia mashoga zangu, nikaambia yaani bosi anakuja, kwa hiyo wala wasiwe na wasiwasi, ndo tumeshaangiza tena. hiyo hiyo alisema. Hapo natokea uweke usiongee. Wewe unataka kuongea? Basi unaongea nini? Nikimaliza i unalipa wewe? Uko poa? Umeona kitu hicho? Yaani hata gizani unajiona. Nasemea kwa mimi kinywaji na mimi. Ah sawa, basi nikimaliza unaleta nyingine. Wewe. Mibi, kaha, okay, hey. Mimi kaka hey, yeah, nilikuwa nawaambia kwa mashosti zangu nikaambia kakaangu mimi yani, hanaga mbambamba, amenyooka hivi yani, pesa tu ndio inaongea, hanaga maneno mengi. Wewe au mwingine? Ah mimi mimi. Mimi, mimi, mimi kama cha kwa Eh. eh. kile ya kaka kaka. wa kienyeji, kienyeji kienyeji. wengi. unakula yote yeye mtaka kula nyinyi. Changanya. Na na unajua mimi ni ndani sio? Naomba naomba hela zenu. Ifukonye itapumzika inapata likizo.

Ni, ni, ni dada yangu oh, na, yeah, eh, na hapendi vitu vibaya ni visogele, ni, ni nataka vizuri wote. Ndio ndo yeah. Eh, maana niko hapa si mmoja

Angalia kushoto kulia hapo, shoga yangu hakunguenei. Jamani, kwani kuna nini? Kipofu, sio kipofu, ana ukipofu gani? Sasa na wewe Zito. Nyie mnachanganya mambo. Mimi nachanganya mambo? Yaani ingekuwa yule dada ametobolewa macho au amepata ajali ndio unamuita kipofu. Lakini yule amezaliwa vile vile, Kipofu niamini mimi, sisi si ndo tunamuona kama aoni, lakini yule anaona, anaona yani, yule anaona vitu hata ambavyo hatuwezi kuona, yani yule ana jicho la ndani, jicho la ndani, ngoja yani wale watu wanasema ana jicho la roho, ehe. Kwaona wewe unajua, wewe unajua, si tume kwenye mafundisho, tumesoma jamani mafundisho. Kwa nini wewe unajua na nini, wewe utalipa dini hiyo na kujaza basi, wewe unamweleza mtu, unamweleza mkono wa wili, mimi najua wakati mimi tumekuja pa wili, basi aishi, basi, sikiliza, sikiliza, sikiliza, sikiliza, nabadilisha gia ngani.

Wewe iko chakula vipi? Ngoja hao ana dalau wao, hana shida. Ngoja kwanza niende mali wa Toni, alafu nikirudi, mambo changamka N Nini? Kazi. Be... Kazi. Ah. Yani, nimebanwa, najua nampenzi wangu jikoni, usipokuwa makini hawa wazembe sana, chakula kitachelewa. <laughs> sa, sa, sa. Wasipiakakuwa na njaa mme wangu

Wapo huyo bili bili? Sehemu moja na na kama ndio mwanzo ovyo ovyo. Tulia basi kaka. Mimi Mimi lakini jamani ana kwa hiyo anya. Umeelewa? Sije. Sauti. Magani? Mambo ya. Wewe. Yule yule nikwambie. Yaani anacheza kama kiungo bamia yule anaingia kila mboga. Wewe wewe wewe Wewe Samia. Umekula nini leo? Mimi Mimi mimi Mimi simu sio kazi kazi kazi zile. Nime escape kipofu, kaka, mwanangu huko kule chiba. Sawa? Wewe kakaangu. Subiri Subiri basi. Nikwambie. Tunaheshimiana. Na Na tumetoka mbali. Sijawahi kukuangusha hata siku moja. Sasa nimekuletea kitu. Kitu. Eh. Kitu gani? Yani nikuletea kitu hicho. Unajua vitu vyako. Unajua vitu vyako. Nakuelewa. Umejitoa ufahamu. Ni kile. Eh. Kajara si kajara. Eh.